Tusikize sana sasa, ni vijana tunataka kutengeneza serikali ya vijana. Kwanza, kitu ya kwanza mimi na mwakilisa ndugu yangu Fred Matiang'i, mfuasi wake. Kama una majibu usiongee wewe, mkisi ongea wewe. Kiongozi pale kwa karatasi ya kuchagua viongozi, wewe uende kuchagua mkisi. Tulichagua Ruto, mimi ni mkisi nikachagua Ruto. Nenda kuchagua kiongozi, chagua mkisi, wala mkale wala mcharuo. Hiyo toka na, ukiongea ukabira nyingi, kaka. Kando number mbili. Ukitaka hii siasa ya Kenya hapa kuangalia history. Kuna mtu mwingine akitoka mahali anatoka anakuja kwa hii bunge angalia history vile ilikuwa. 2007. Watu wenye waliungana, Kibaki akirudi mara ya pili, ile timu ilikuwa ya Raila Amolo Odinga ilikuwa inaitwa Pentagon. Mimi mwenyewe nilikuwa naona na macho, alichukua kila kiwingi, kila kila kila eneo mtu, na sikuwa anajua hii timu itasindwa. Kwa kadi ilifika jioni na baada wanalia na ni timu ina wachezaji wamenunuliwa. Na mtu mwenye anawapomoa ni Mata Karua baada Pomas. Na leo hii wanasema Matiangi nini, Karonso nini, election waje niwaambie wa Kenya. Na ile uchuzi watu wenye vijana wadogo wameangalia ni akili. Si kutumia kifua, si kungoa reli, si kurusha mawe. Ni akili ukae chini. Wenye wanasema Matiangi hajaongea, Matiangi anaendelea kuchora hii Kenya vile iko, anaingilia wapi? Kama uko na maswali ukuja kwa ofisi. Sisi kitu wenye tunataka, kama sisi wenyewe watu wanasema, tulichagua William Samoei Ruto. William Samoei Ruto alikuwa ni mtu simba. Eh, tunajua mnamuogopa kwa sababu aliwashinda nyinyi. Sisi tunachagua ni simba tuliyeweka. Na hii simba tumeishi nayo. Kwa hivyo hizi ni simba hizi kukuuma. Imesha choa, wewe ni mtu wenye ulikuwa unampea chakula. Ruto aguchesa peke yake kwa kiwanja wachezaji ni kumi na moja. Mchezaji wa kwanza namba 9 ni Ruto, namba 2 alikuwa igadi kachawa, ndiye alimshika Uhuru. Namba 3 Didinyoro, walicheza Aisha Juma, walicheza Mohamed Ali, walicheza sehemu yao. Leo hii wewe umeuza wachezaji wote, bado unajiita Simba, we ni mchezaji. Messi Messi, si Messi akiratu achezea Kenya, cheza ja mpira, tutafungwa bado. Kenya itafungwa hata mukiwa na Messi. Messi asichese so uwanja peke yake, kwa sababu saa hii wa Kenya wamerefuka.